Mahakama imemgeuka Samia Suluhu na kumpa ushindi adui wake. Ujambo na karibu. Ijumaa ya Januari tarehe 30 mwaka huu, mahakama kuu ya Tanzania tawi la masjala ndogo Dar es Salaam imetoa uamuzi wake muhimu kuhusu, ama, katika kesi iliyofunguliwa na waziri wa zamani na mbunge wa Masasi Geoffrey Mwambe dhidi ya kamishina jenerali wa uhamaji ama uhamiaji na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Kwa mujibu wa uamuzi huo, mahakama ilikubali ombi la Mwambe binafsi kuanzisha kesi ya msingi, huku ikikataa kujumuisha mke na watoto kama wapiganiaji wa upande wa mleta maombi kwa madai ya kukosa maslahi ya moja kwa moja ya kisheria. Jaji David Ndunyale akisoma uamuzi huo mahakamani, alibainisha kuwa mahakama ilifanya tathmini ya vigezo vitatu vya kisheria kabla ya kutoa kibali cha kufungua kesi na kuteua mwambe, ama kwamba mwambe mwenyewe ana haki ya kufungua shauri hilo, lakini mke na watoto wake wanapaswa kutumia utaratibu mwingine wa kisheria kama wanataka kushiriki. Uamuzi wa huu unavutia si tu kwa sababu ya maswala ya kifamilia yanayohusiana na wakili na mteja, bali pia kwa mteja tazamo wa kisiasa na jinsi mahakama inavyoshughulikia masuala yanayohusisha viongozi wa kisiasa waliokuwa na nafasi ya juu ndani ya serikali. Geoffrey Mwambi ni mwanasiasa wa chama tawala, chama cha Mapinduzi, ambaye ameshika nyadhifa kadhaa za serikali ikiwa ni pamoja na kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Investment Center, mbunge wa Masasi Urban, na pia waziri wa sekta ya viwanda na biashara, kabla ya kuwa waziri wa serikali kuu anayesimamia uwekezaji. Mwambi aliwahi kuingia katika baraza la mawaziri chini ya Rais John Magufuli na baadaye chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, safari yake ya kisiasa ilipata mabadiliko makubwa katika mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, na katika maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa CCM kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, Mwamba alijiondoa kwenye orodha ya wagombea waliothibitishwa na kamati kuu ya chama, na kuchukuliwa baadaye na baadhi kama ishara ya mgawanyiko ndani ya uongozi wa chama na mabadiliko ya ushawishi wa kisiasa. Mwaka uliopita mwambe alizuiliwa na polisi tangu tarehe Disemba saba kwa tuma zisizo ama zisizofahamika za jinai ambazo bado zinaendelea kuchunguzwa. Uzuizi wake uliibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kisheria kuhusu ulazima wa kuletwa mahakamani ndani ya saa ishirini na nne, haki za mtu binafsi na ulinzi wa kikatiba dhidi ya kukamatwa bila sababu. Kupitia mwakili wake advocate Hekima Mwasipo, Mwambe alifungua shauri mahakamani Disemba 11 mwaka jana, kwa madai ya kukamatwa bila masharti na kutaka polisi, mwanasheria mkuu wa serikali na DPP wajibu uh, waende mahakamani watoe sababu ya tukio hilo. Ombi hilo ilisubiri kusikilizwa kabla ya Mwambe kuachiliwa kwa dhamana siku chache baadaye, na kesi hiyo ilikuwa na umuhimu wa kisiasa, kwani ilionyesha mgogoro wa mbele kati ya mamlaka na wa sheria ama ukipenda polisi na mamlaka ya kisheria mahakama, na hasa ikizingatiwa kuwa Mwambe ni mmoja wa wanasiasa waliokuwa na ushawishi mkubwa kabla ya kufukuzwa kwenye orodha ya wagombea wa CCM. Na katika wa uamuzi wake, jaji Ngunyale alifafanua kuwa mahakama imezingatia vigezo vitatu muhimu kabla ya kutoa kibali cha kufungua kesi: kuna kesi iliyobishaniwa uh, na kwa mantiki na sheria Maombi yamewasilishwa ndani ya muda unaokubalika kwa kisheria. Tatu, mleta maombi ameonyesha ana maslahi ya moja kwa moja na kushtaki. Mahakama ilikubali kuwa Mwambe mwenyewe ana maslahi ya kufungua kesi, na kwa sababu washtaki hao waliwasilisha sha, shauri hilo kama uh, binadamu aliyeathirika na kukamatwa kwake bila masharti ya kisheria. Na hata hivyo, maslahi ya moja kwa moja ya mke na watoto wake hayakutosha kwa mujibu wa vigezo vya mahakama, na hivyo walihimizwa kutumia utaratibu mwingine wa kisheria kama wanataka kuuzishwa kwenda ama kwenye madai hayo. Jaji aliendelea kusema kwamba kwa wakati kama huu mahakama inatambua maslahi ya mtu binafsi aliyeathirika moja kwa moja kabla ya familia zao uh, wengi kuulizwa kama washirika wa maombi. Mahakama pia iliruhusu mwambe kufungua kesi rasmi ndani ya siku kumi na nne tangu uamuzi huo kutolewa, ikiwa atashindwa kupokea kurudisha haki kupitia utaratibu mwingine. Uamuzi huu unakuja kuja wakati mahakama ya Tanzania inapoendelea kuweka msitizo juu ya heshima ya utawala wa sheria na uhuru wa taasisi za kisheria. Mnamo mwaka 2025, Judge George Mcheche Masaju aliteuliwa kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania akibadilisha mtangulizi wake Profesa Ibrahim Hamis Juma na kusisitiza nguvu ya mahakama kuwa huru na yenye kujitegemea. Na katika tukio hilo, mahakama imeonyesha kwamba itazingatia kanuni za maslahi ya moja kwa moja na muda wa kufungua kesi kisheria, kabla ya kutoa kibali cha kufungua kesi muhimu zinazohusisha mamlaka ya serikali na njia za kukamata watu. Hii ni ishara kwamba mahakama bado inakuza misingi ya haki na taratibu bila kuingiliwa moja kwa moja na siasa, ingawa kuna changamoto za kisiasa zinazowazunguka viongozi wa kisiasa. Mwambe aliwahi kufukuzwa kwenye orodha ya wagombea wa CCM kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, na ni jambo ambalo limeonekana kama sehemu ya mgawanyiko ndani ya chama cha CCM kati ya wanachama wanaoonekana wa kisiasa wenye mtazamo mkali na wale wanaofuata sera za uongozi wa sasa. Hii inaonyesha uwiano mgumu wa uongozi wa chama cha CCM ambapo viongozi waliokuwa na ushawishi mkubwa wakati fulani wanapoteza nafasi zao kutokana na mabadiliko ya sera ushindani na maoni tofauti ndani ya chama hicho. Uamuzi wa mahakama kusikiliza ombi la Mwambe unatoa fursa ya kisiasa hata kwa upande wa upinzani, kwa kuonyesha jinsi taasisi za kisheria zinavyoweza kutumika kama chombo cha kukabiliana na mamlaka ya serikali. Kwa wanasheria wengi, uamuzi huu unachukuliwa kama ushahidi wa utendaji huru wa mahakama, ikizingatia maslahi halali ya mtu binafsi bila kurejelewa kwa maslahi ya, jama, ya jamaa yake moja kwa moja. Wanasheria wanasema uamuzi huu unatii kanuni za sheria za ushahidi na taratibu za kuchunguza maslahi ya mtu binafsi kwa kesi ya utoaji haki. Lakini pia baadhi ya wataalamu wa, wa sheria wanaonyesha kuwa uamuzi huu unaweza kuongeza mjadala kuhusu maslahi ya familia ndani ya kesi za kikatiba, hasa wakati kesi usikia ama husika inaonekana kuathiri maisha ya familia nzima, siyo tu mzazi mmoja. Kwa wachambuzi wa siasa za Tanzania, uamuzi huu unaweza kuwa na athari kwa hadhi ya Mwambe ndani ya siasa za taifa, hasa so kutokana na hali ya uhusiano wake na CCM na jinsi alivyofukuzwa kwenye orodha ya wagombea wa chama hicho. Kwa upande mmoja, baadhi ya wachambuzi wanaamini uamuzi wa huu unaweza kumrejesha kisiasa Mwambe kama kiongozi anayejitetea kisiasa na kisheria mbele ya umma kutokana na mtu mmoja kupata nafasi ya kutetea haki yake mahakamani. Kwa upande mwingine, kuna wasiwasi kwamba kauli hii inaweza kusababisha mgawanyiko wa siasa ndani ya CCM, ambapo baadhi ya wanachama wanaweza kushindwa kufanikiwa kisiasa kama matokeo ya mgongano wa ndani. Mahakama ya Tanzania imepitia mabadiliko makubwa katika historia yake ikiwa uh, ikitoa hukumu muhimu kwenye kesi za kisiasa za chama tawala, wanasiasa wa upinzani na kesi za binadamu. Kesi za kisiasa hapo awali zimeonyesha uh, zimeonyesha utata wa kuoanisha nguvu ya serikali na haki za mtu binafsi na katika historia ya Tanzania kesi kama hizo hapa hazijawahi kutokea mara nyingi, ambapo viongozi wa kisiasa wanatangaza mashauri dhidi ya mamlaka za serikali wakitumia mahakama kama jukwaa la kutetea haki zao za kikatiba. Hili linajenga muktadha ambao unapigia nguvu zaidi uwazi, uhuru wa mahakama na utendaji wa sheria bila kuingiliwa na siasa za kila siku. Uamuzi huu wa mahakama kuu ya Tanzania una umuhimu mkubwa wa kisiasa, kisheria na kijamii, kwa sababu unaonyesha utendaji huru wa mahakama bila kuingiliwa kwa siasa moja kwa moja. Unatoa fursa ya kuibua mjadala wa kikatiba juu ya maslahi ya familia na vilevile na maslahi ya mtu binafsi, na vilevile unatoa fursa ya kisiasa kwa mwambe na viongozi wengine, kwa kutumia rasilimali za kisheria kutetea haki zao ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Tukutane tena kwenye video mingine, anasema shukran.